kuzungumzia jambo ambalo mwaka jana tulilifanya na mwaka huu tutalifanya inshaallah, kupitia Manara, Haji Manara Foundation tuliandaa mashindano ya kusoma. Naomba ieleweke vizuri, kuna kuhifadhi kama alivyofanya jana kishki na wanaofanya watu wengi, sisi ya kusoma Qurani lakini hii ni kwa watu maalum, unakuja pale na msahafu yako au juzuu yako, au kama umehifadhi much better, unakuja unasoma kwa dakika chache, anakuja mwingine. Wasomaji wenyewe tuliowakusudia tuliowaita, watu maalum ni celebrities wetu, ni viongozi wetu wa serikali na vyama vya siasa na asasi za kiraia na taasisi nyingine, <coughs> wakubwa wetu wanaongoza taasisi za kikoporate hapa nchini, na watu wengine wote mashuhuri, wakiwemo watangazaji, wacheza mpira, wacheza basketball, yani watu ambao wana ushawishi katika jamii. Lengo hasa ni moja ni kuinspire vijana na watoto waendelee kusoma Qurani na waone fahari, waone fahari kama mtu anaposoma Qurani aone fahari. Kumekuwa na dhana kwamba Qurani ni ya watu maalum fulani, tunataka tu tufanye kila mtu aone raha kusoma Qurani, hasa katika mwezi huu ambao Qurani imeshushwa ndani ya ramadhani hii, wasanii, watangazaji, viongozi, tutajumuika kwa pamoja kumotivate new generation, kumotivate watoto. Akishamwona pale waziri anasoma Qurani, mtoto anakaa kwenye tv au kijana mdogo waziri katika sekta fulani hivi anasema, hata huyu anasoma Qurani, na yeye atapata hamu ya kujifunza kusoma Qurani. Akimwona msanii mkubwa, anemuona kila siku anaimba, anasoma Qurani, anakuwa motivated na yeye kusoma Qurani. Imefanyika mashindano mengi kazi kubwa imefanywa na anaendelea kufanyika, lakini sisi uh, kwanza tunawapongeza wote walioandaa mashindano mashindano na wanaoendelea kuandaa ya kuhifadhi Qurani, ya kusoma kwa njia ya tajuidi. Lakini sisi tunataka tu, tuende mbali zaidi, tuongeze namba ya watoto wa kiislamu kujifunza kusoma Qurani. Ndio maana tunatumia kundi la watu hawa kuendelea kushawishi watu wasome Qurani. Siku hizi madrasa zimepungua sana, zimebaki kwetu tu Uswahilini, lakini maeneo mengine namba watoto kujifunza Qurani imekuwa ndogo sana. Imagine pale uh, binti wa Kitanzania ana miaka nane tisa anamuona msanii kama Zuchu anasoma Qurani, anamuona muigizaji pale kama Asma anasoma Qurani na yeye kila siku anafuatilia tamthilia zake, maana yake ni kwamba atakuwa motivated automatic. Anaona kumbe kusoma Qurani ni ujiko. Mwaka jana tulifanikiwa sana alhamdulillah. Waliokuwepo wanajua tulifanyia hapa Serena Makei kule mwanzo tuna tunatangaza, watu wakasema oh, unajua Haji uh, anachukua watu wanaenda pale, watavaa wanaume watavaa vipuri, wanawake watakuja vichwa wazi. Ikawa bla, blaa nyingi sana zilisemwa, bado kidogo zinikatishe tamaa, lakini nikasema hapana, ili jambo kadri navyoliona mimi litaleta manufaa kwa jamii, tukalifanya. Wale wasanii ambao wanaonekana kama labda masela au hawajitandi wote, wamekuja vizuri, wamesoma vizuri eh, waliopata nafasi ya kusoma ika motivate sana, kiasi cha mufti wa Tanzania sama Sheikh Zuberi Sheikh Sheikhnan Zuberi akanita ofisini kwake akanipa tuzo maalum kwa kufikiria kuwashirikisha watu mashuhuri kumotivate katika tuzo zote nilizopata mwaka jana, ili kwangu ndio best award, sababu ilipigwa vita sana. Watu wetu unajua hapa tukitoka, unajua mkiandika niot wanapeleka wasanii kujua, haiwezekani, nao ni sehemu ya watu, pengine hawa watu baada